Mambo vipi, mtazamaji wa Chris Media 24, karibu kwenye info mbalimbali. Of course, leo tutaangalia mchango au contribution ya yajuliliwaga kwenye muziki. So, tangu Oktoba 11 mwaka 2024 wimbo wa juu yaliruwaga orudu mare umekuwa zaidi ya wimbo wa injili. Umekuwa na harakati ya, umekuwa harakati ya kiroho na mafanikio makubwa kwenye majukwaa ya kidijitali. Wimbo huu uliotayarishwa na Arin Pluza ulileta mapinduzi kwenye tasnia ya injili na kuvunja rekodi nyingi ikiwa, pa, ikiwa ni pamoja na, na kushikilia nafasi ya kwanza kwenye Apple Music Tanzania kwa wiki nne mfululizo, na kuwa wimbo huo namba moja kwenye YouTube Top Music Video mara kadhaa ndani ya miezi minne. Lyrics video ya Rudumare imepata zaidi ya views milioni 18 kwenye YouTube na kumweka julaga kwenye orodha ya wasanii waliokuwa wakisikizwa zaidi kila siku. Hii ilimfanya kuwa msanii wa injili wa Tanzania mwenye wasikilizaji wengi kila wiki kwenye Spotify, akifikisha zaidi ya laki moja na tisini mwezi Januari. Baada ya mafanikio hayo makubwa, Joel Waga ameachia nyimbo mbili mpya bila bila bila na Olua mapokezi ya nyimbo hizi ni makubwa zikifikisha nafasi za juu kwenye majukwaa ya kidijitali kumrudisha juu Lwaga kwenye orodha ya wasanii wanaosikizwa zaidi kwa weekend hii. Umaarufu wa rudumari umechochea hamu ya mashabiki kuona kuwa hatua inayofuata ya, ya jweri ni mapokezi haya yanaonyesha kwamba watu wana matamanio makubwa na kazi zijazo. Mafanikio ya rudumare ni ushahidi kuwa mziki mzuri unalipa na unatengeneza kazi inayogusa roho za watu. Asali zake haziishi tu kwenye nyimbo moja. Wasini wanaweza kujifunza kutoka jueri, sio tu kutoa muziki mzuri, bali pia kuendeleza kuvunja mipaka yao ya kulipa mashabiki like wanaohitaji na ubora zaidi kwenye kazi zao. Je, bible je bila bila na urua zitaweza kufikia hadu hata kuvuka mafanikio ya rudumare? Ni maswali na Of course ni vitu ambavyo vikuwa vikijiuliza sana mashabiki wa muziki top second song. Bila bila bila imekuwa nafasi ya kwanza kabisa, na orua ipo nafasi ya tano katika ngoma ambazo zimetafutwa zaidi kwenye upande wa Boomplay ni orudumare kwake, je